Musa alipokufa basi Bwana alinena na nani? Kama Musa asingelikufa Mungu asingenena na Yoshua. Kwa hiyo kuna wakati mwingine watu wanapokufa kuna fursa, <gulia> mtu anakufa fursa inapatikana. Sema amen. Bwana useme, sema amen. Bwana akamwambia Yoshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa. Yoshua alikuwa ni mtoto wa mzee Nuni, lakini Yoshua alikuwa mtumishi wa Musa. Kabla Mungu hajakuinua wewe, lazima utumikie mtu mwingine. Kuna watu hawajui hiyo. Shika mkuo jirani yako, mwambie kwa sauti, kabla Mungu hajakuinua wewe, lazima kwanza utumikie mtu mwingine. Ukiweza kumtumikia mtu, basi Mungu anakuinua. Sasa muulize jirani yako, wewe unamtumikia nani? Siku hizi watu wote wataka kuwa majogoo, kila mtu ni mkubwa Hatupangi kutumikia mtu mwingine. Unafikiri Mungu atakuinua usipotumikia mtu fulani? Oh, mpaka kwanza ukae chini ya jamaa fulani. Nitazame na useme ame, amen. Ah ah, wale waamini nao hubiriaga sio hawa leo. Nimebadilishwa. Usipoweza kukaa chini ya mtu fulani, hautaweza kuendesha ya kwako. Sunitie useme ame, amen. Kwanza ukae chini ya somebody someone U, u, ufue viatu vyake unyoshe nguo zake akutumetume ili mafuta ya kuwa bosi uyapokee kutoka kwa huyo bosi wao. Unaoelewa, mseme sasa ame. Hey, hey. Ame. Sasa wewe utaka kutumikia mtu atunataka wewe wenu kawe bosi. Umejifunza kwa nani? Umejifunza kwa nani? Lazima uwepo mtu uliyejifunza kwake. Unataka kurupuka kabla hujafanya biashara yako kwanza Biashara ya ya mtu. Ukae chini ya mtu chini, uone, ujifunze, uone mambo yanavyo sinakusaidia. Mwone sura yake ina mikono juu, sema Bwana Yesu nisaidie, niwe na roho ya kujifunza kwa mtu mwingine, kwa jina la Yesu. Naomba makofi yako, Mungu asikie, Mungu asikie makofi yako, sema amen. Kwa mfano sasa hivi kumetokea kumetokea kumetokea na mwendo mbaya wa kifamilia. Hii mimi naita mwendo mbaya ya kwamba kijana akifikia miaka kumi na nane anaondoka kwa baba yake, anaenda kupanga nyumba. Ukiangalia kwa jicho la kawaida unaona kama ni sawa, lakini sio sawa. Kesho atakapooa mke ndio itashindikana. Wanatakiwa wakae kwa wazazi wao hata wakiwa wameoana kwanza. Hii mambo ya kukimbia tuende kupanga ulize kwa mke hata kuheshimu, maana alikukuta huko. Hadi kimwambia hawa ni wazazi, hawatambui maana hajakaa nao. Anatakiwa mtoto akiolewa akae kwa baba mkwe na mama mkwe, kwanza alelewe hapa, ajifunze hapa, awatambue wazazi hapa. Naelewa nyewe watu wa mjini, mtasema mi namana mlishaga haribika, lakini walio wanaelewa leo wajaharibika. Wona nafikiri ndo wazira kufacha. Hey. Kijana alienda kapanga yona miaka 16 au 20. Hapo ndio anaoa binti, bwana kutana huko. Sasa wewe baba mko na mama mko hawakutambui. Hapo kimkemea mtoto maana hajakaa kwako. Anajua tokee kwenye miguu ya baba mko na mama mko hapa. Hapoezi kusema Amina. Maana nyie wote akili zimepinda. Mimi sikubembelezi. Kwa sababu mambo yanaharibika kwenye mfumo. Hebu sema mfumo. Sema yani utaratibu, utaratibu. Siku hizi watu tunaenda bila nini, ili nasema, jihadhari na ndugu yeyote aendaye bila Mungu. Yuko hivi, Mungu hajawahi kuruhusu mtu yeyote ajizae yupo. Unazaliwa kule ulikozaliwa, ujifunze lugha yao, ujifunze chakula chao, ujifunze wakoje, utakuwa kama wao. Unazaliwa kila mtu hapo alizaliwa hujawahi kujizaa na hutaka ujizae. Sasa hivi mabinti wanachomoka hawataki wazazi, na akifika huku mwambia weni mtoto eh, eh, kwanza kabila naikana, kama ni mkeo kambe, mi hata eh, sijui kabila yangu maana babu alikuwa Mjita, alafu mama kawa Mkelewe, alafu baba kawa Mkara. Yani amesha kwa neutral. Chotara eh, eh. Sasa after few years hawezi kumake life kwa sababu hajajifunza kwa wazazi. Shika mkono jirani yako, mwambie unatakiwa uwe na mtu nayejifunza kwake. Mwambie, mwambie kwa sababu, mwambie lazima jifunze kwa mtu fulani. Fungua sauti yako, sema amen, amen. Mimi ni mchungaji leo nimejifunza kwa Askofu Batenzi, na yupo hawezi kunikana na siwezi kumkana, maana nimekula naye, tumesafiri naye, tumeoga naye, tumeenda kila mara tuko naye, nabeba begi, nafuta viatu, naenda naye Nikihubiri anaangalia ya, ya, mahubiri yangu, ananikemea nikikosea ya, ananiambia sio hivi na kinikemea, sitoroki na kesho tunaye, tunaenda sometimes, ananigombeza anakuwa mkali kwangu, lakini lazima nikubali ili nitokee. Kwa kiongozi takae simama nikaendelea lazima niwe na mahala nimetoa mambo yangu, hayo sio kutokeza tokeza tu kusikozulikana. Mlio na akili za Roho Mtakatifu mseme amen, lazima ujulikane, wewe ni mtumishi wa nani? Hakuna maisha bila utumishi. Musa alikuwa mtumishi wa Bwana, ndio maana ubini wake ni Musa mtumishi wa, wewe ni mtumishi wa nani? Shika mkono Musa, wewe unatumikia ofisi gani? Sasa unamuuliza polepole, atakujibu bila kukaza lugha. Musa, wewe unatumikia nani? Muulize. Ninasema. <coughs> <coughs> Bwana akamwambia Yehoshua mwana wa Nuni, unasikia? Yehoshua hawezi kuitwa Yoshua bila kujulikana baba yake. Wewe baba yako ni nani? Maana tukitaka kujua wewe tunatafuta baba yako. Ndio maana kila mwanadamu litangulia jina lake na kufuata la baba yake. Kwa nini nyuma ya jina lako kuna jina la baba yako? Sababu baba yako ndio amekuproduce kwa. Tukitaka kujua ubaya wako tunaangalia baba yako, tua kujua huyu jamaa tatokea, tunaangalia baba yako. Sasa hapa anaitwa Yoshua mwana wa Nuni, Yoshua ni product ya mzee Nuni. <laughs> na nasema mwana wa Nuni lakini mtumishi wa Musa, yaani hiyo ni introduction kwamba wewe ni mtoto wa mzee Masesa, lakini mtumishi wa nani? Sasa unaona, wewe ulioparibika sasa hivi wewe hakuna mahali unatumika, hakuna mahali unatumika. Wewe ni mwizi wa ugali maana hutumiki. Mtu yoyote anayekula bila kutumika ni mwizi. Maana nchi yetu imejaa wezi wengi sana sabu hujulikani unatumika wapi? Shika mkono jirani yako. Mtikize kidogo. Mtikize. Haja tikizika. Umekaa wote ni wale wale kasoro tarehe yenu. Kwa nani? Biblia inasemaje? Hapo wewe kazi ufanye halafu nakula. Eh. Yaani wewe umeenda kimya, Biblia inasema asiyefanya kazi asile. Ila wewe kazi ufanye na kula na kula mkubwa. Sahani yako ugali unatogeza una huku na huku. Yaani ugali wako unakuwa na kitambi cha kumwagika. Hapo kipewa dakika tatu, sahani ndio inatembea yenyewe, inazunguka tu namna hii. <laughs> Lakini kazini huendi wewe, uko kinyume na utaratibu. Fungua sauti yako, sema amen. Hapo utanipenda. Fungua sauti yako, sema amen. Inatakiwa kila mtu ufanye kazi, utumike chini ya mtu fulani, utumike. Lazima ufanye kazi. Kufanya kazi hiyo iani ni lazima kazi fanya kazi tengeneza kazi ya kufanya. Yaani, watu wanapenda watu wanapenda kusema nampenda mama, ni kweli kila mtu anampenda mama yake, si ndio? Ila hata mimi nampenda mama yangu. ni bibi kabisa, lakini akikaa nyumbani anasuka vitunga na akimaliza kuvisuka anaviuza. Ni mzee wa miaka mia, lakini bado anafanya kazi. We una miaka 25, kazi una na mwizi mkubwa macho yako na mashavu yako ya wiziwizi, unafanya kazi wapi? Halafu ukija kwangu huna sadaka, unataka mimi nikuhudumie wewe na mimi nitoke na njaa? Na Biblia inasema anayefanya kazi ya madhabahu ale madhabahu. Sasa nitakula nini kwako, na wewe una mikono mitupu? Sasa leo, kila Mkristo utanibariki moja moja. Ah, ah. <laughs> na elfu moja wote hakuna akuau Mikono juu. E, Yesu, bariki mikono yangu hiyo. Sauti bado ni ndogo. Sema e, Baba naomba ubariki mikono yangu kwa jina la na Baba nala Mwana nala Roho Mtakatifu. Piga makofi, yabarikiwe na Bwana. Haleluya. Nimebeba mafuta ya Bwana, ninaagizwa na Bwana, nimeagizwa na Bwana, natembea na Bwana, natumia nguvu ya Bwana. Kuanzia tarehe ya leo, pokea kubarikiwa na kufanikiwa kwa jina la Yesu. Na ufanikiwe wewe. Mbona hutaki kusema amina? Ah, naongea na watu hapa jamani. Nasema na ufanikiwe wewe. Mbona utaki kusema amina jamani? Nasema na ufanikiwe wewe. Mbona amina yake inakuwa ndogo jamani? Nasema na ufanikiwe wewe. Inua mikono yote. Piga kelele, sema napokea kufanikiwa. Sema kwa mara tatu. Rudia kwa mara nyingine eh. Kwa jina la Yesu aliye hai. Mpatie Bwana vigelegele vyako, Mungu akusikie kwamba upo. Niitikia useme amen. Nafuta sababu zote za kufeli. Nafuta sababu zote za kuishia njiani. Nafuta sababu zote za kushindwa katikati ya maisha yako. Kila sababu nimeifuta. Kuna watu wanielewa. Niitikia waseme amin hapa. Nenda ukafanikiwe. Lazima nenda ukafanikiwe. Mbona unataki kuniambia nenda ukafanikiwe? Nenda ukafanikiwe mbele ya wa wapagani. Nenda ukafanikiwe mbele waliookoka. Nenda ukafanikiwe mbele ya wa watawala. Nenda ukafanikiwe mbele ya majirani zako. Nenda ukafanikiwe katikati ya ndugu zako. Nenda ukafanikiwe mbele ya mume wako na mke wako. Msiosema amina mnanichelewesha baraka za Bwana. Nenda ukafanikiwe kwa jina la Yesu. Wanaopokea punga mikono zima, ndio, ndio, ndio, ndio, haleluya! Ni marufuku wewe kufeli Nona, uitiki uitiki. Akubarikiwa nyayo. Mungu anamwambia Yoshua, Nobody will stand before you and conquer. Hakuna mtu atasimama mbele yako na ashinde. Hakuna msihiri wala mchawi wala mganga wala mnajimu wala mwenye elimu atakayesimama mbele yako akakushinda wewe. Hapa naongea na wewe sio Yoshua tena, wewe umekukishindwa mara nyingi, wamekushinda kwa uchawi, umekushinda kwa laana ya maneno, wamekushinda kwa uongo, wanakudanganya kwambia hiyo ndio haitadumu. Wewe unaamini uongo. Nabii nimesimama na mafuta ya Bwana, kuanzia leo hapatakuwa na mtu yeyote atakayeshusha maisha yako, hata kuna mtu yeyote atakayeharibu fucha yako. Kuna watu ndani ya jengo wanasema amina, mbingu zipasuke, haleluya. Inua antena za kiroho na upokee ushindi. Naongea na watu hapa, inua mikono juu na sauti yako itoke mpaka majani waisikie. Sema kuanzia leo <coughs> hapata kuwa na mtu atakayenishinda mimi katika vita vya maisha. Hapata kuwa na mchawi wala mrugaji wala mwangaji wala nailaani Atakeni mi nishinda mimi. Sema leo, napokea upako wa kuwashinda watu wote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Piga mtende wa kwanza kuchukua noti ya kwamba wewe hautashindwa. Shetani wa kwanza kuchukua kumbukumbu, aikumbuke siku ya leo ya kwamba mbinguni imekubariki wewe. Hautashinda maishani kwa jina la Yesu, hautashinda maishani kwa jina la Yesu, hautashinda maishani kwa jina la Yesu wachawi ni namba mbili, wachukue notes ya kwamba wewe umebarikiwa. Nikiwa naongea haya na kutia alama kwenye kipacho cha uso, utatembea na alama ya kushinda. Pokea alama ya kushinda, pokea alama ya kushinda. Upande huu amelala, la la, wacha naongea, wale waamka, pokea alama ya kushinda. Naongea na Watanzania wote, pokea alama ya kushinda katika jina la Yesu hai.